Lakini mbaya zaidi comment nyingine ikasema ameingilia mfumo wa mahakama ambao nitavizungumzia hivi vyote. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa vyote vile kwa comment ile ilivyokuepo, ni comment ambayo ilikuwa inanigusa haki yangu mimi binafsi kwa sababu tayari imeleta taharuki, nimepigiwa simu mamia na mamia ndani ya nchi hata nje ya nchi, watu wengi sana wameshtuka kuona kwamba Kilatu anayemfahamu anaweza katuumiwa kwa vitu vya kufanya forgery, ni kitu ambacho kwa kweli ni jambo ambalo halikuwa sawa. Kwa hiyo